Yes, mabibi na bwana mambo vipi? Jina naitwa Anthony Mlelwa, karibuni tena kwenye Crypto Smart Talk by Dien Academy. Tunapewa nguvu na Inkryptus Wallet, moja kati ya wallet bora sana unapotaka kutengeneza portfolio yako, uh, ya assets za kidijitali like basi narekomend Inkryptus, moja kati ya mbolo, utaziangalia. Of course, najua kuna wallet nyingi huko nje, lakini Inkryptus is one of the best kwa sababu ukifikiria unaweza ukajenga portfolio ya Crypto assets zako, sio hivo tu, pia unaweza ukapata Uh, access ya kutengeneza extra income kutokana na coin ambazo unazimiliki especially zile ambazo zina huduma ya staking, lakini yote haya unayapata ndani ya Inkryptus. Kuna mambo ya gaming kwa wale wanaopenda kucheza game play to earn, basi Inkryptus ni wallet ambayo utaipenda kuitumia. So make sure unatembelea Play Store ama App Store download wallet hii alafu uweze ku experience, lakini pia ukiona umeitumia na umepata matokeo don't forget to share the, the, the, the comments, tupe feedback umeionaje wallet and all that, so that tujue na watu wengine waweze kujua pia. So uh, kwa mtu mwenye uh, Play Store, uh, App Store, wote mnaweza mkapata access ya hii wallet. So getting back to the Smart Talk topic that we are having today, actually nimeona kuna so many things that are going on around. Guys, kuna kitu kinaitwa Flash USDT. Nimeona watu wengi sana kiko viral YouTube, kujamani Flash USDT, whatever, whatever, especially for those uh, English channels. Listen to me very carefully. Um, Ukiangalia zile video zizo nyingi wanakuambia kwamba una uwezo wa kutengeneza flash USDT kwa kutumia Ethereum Remix. Ethereum Remix ni tool ya, ya bure ambayo inakusaidia kupractice eh, kutengeneza coin zako. Sasa hawa jamaa wana share codes ambazo zinakufanya wewe uende ukazi deploy kule, na one of the line ambao mimi nilikuwa nafanya research nikasema there must be something out there, kwa sababu hao wanachokwambia kwamba unatengeneza ile USDT yako alafu na ituma kwenye gaming site kama stake.com, alafu baada ya pale tena una e, una uwezo wa wa wakul waku withdraw na ukao umeipa thamani trust me uh, USDT original ina contract address yake, na ukituma kwenye platform ambazo ni centralized kama Binance, Inkryptus na kadhalika, haiwezi kupokea USDT tofauti na ile ambayo ina original contract, lakini kwenye haya ma wallets mengine haya <coughs> kama maana hizi ndomaana wallet utumie kama tayari una maarifa. Kama una maarifa chansi ya kupigwa ni kubwa sana, kwa sababu hizi wallet zenyewe huwa zinasoma metadata, waga hazina muda wa kuangalia kama USDT ipi ni yenyewe na ipi sio yenyewe, so mpaka labda wafanye cross checking ya zile contract, wakijua waki zile flash tokens baada ya siku 90 sana sana nakuta zimepotea. Pa sasa, hawa jamaa wanavyokuonesha hapa wametengeneza ka system kana, kana, kuwa kana mstari wa code hapo ambao unajua watu wengi wasomi kwamba tra, send the tokens wameka uh, Uniswap V2 and, and payable. Sasa kumbuka uh, Ethereum Remix ni tool ya bure, si kwamba unalipia. Kwa hiyo mtu ambaye anatengeneza ile code ndio anakuwa anaweza kadai malipo. Sasa pale wanakuambia utume 0.12 au 0.3 USD uh, Ethereum ukishatuma zile Ethereum mwenyewe anaonyesha kama vile zinaenda kwenye blockchain fee lakini ukweli ni kwamba zile Ethereum zile unawatumia wao kwa sababu nyuma ile kodi ile uh, Uniswap V2 ni address yao. So wewe ukiweka zile Ethereum zinaenda kwa wao. In return wao wameshatengeneza ile kodi ya USDT ambayo wewe ukitengeneza coin ambayo utajaza jina pale USDT kama unavyoona unaelekeza hapo. Baadaye utakuwa wewe uko free uh, kuwithdraw zile USDT kupeleka kwenye MetaMask. Lakini ukishazipeleka kwenye MetaMask huwezi kufanyia chote kwa sababu kwanza ni fake. Hazina liquidity. Kwa hiyo, zitasoma tu kama ni koini kadhaa elfu sabini, lakini USDT, lakini ambazo hazina thamani. Kwa sababu hizo si kuwa USDT lakini ina thamani. Na USDT zote huwa zina contract address ambayo inaendana na ile original ambayo ni ya Tether Holding Company inayomilikiwa na wao. Kwa hiyo unakuta sasa ukisema utransfer kwenye centralized exchange, kwa mfano Binance, si encrypted, sasa haitaweza ku-reflect kwa sababu ni fake. Eh, ukituma kwa stated.com yenyewe zitapotelea njiani kwa sababu ni fake. Lakini pale wanakuonesha kama it's possible and all that. So you have to be very careful. Na kama mnakumbuka kuna video nilitengeneza, nilisema kwenye ulimwengu wa blockchain na crypto, watu wengi wanaamini kwamba crypto na blockchain ni ulimwengu ambao unakupatia tiketi ya kwenda kwenye utajiri bila uwekezaji. Na hawa jamaa wanawakamata kirahisi sana watu ambao eh, ni tunajitafuta wenye njaa, kwa sababu huwa tunaamini katika miujiza zaidi. Na ukiamini kabisa, unaona miujiza huwa inauza faster kuliko ukweli, kwa sababu especially pale watu ambao hawafanyi research yenye logic wanakamatwa kirahisi. Kwa hata wajamaa wamegundua kabisa watu wengi wana njaa na wanatamaa, wametengeneza hizo kodi, wanazisambaza, ziko virus. Sasa hizo unaingiza ukituma ile 0.2, ndo target yao, wanakuibia zile Ethereum. Wewe unakupatia matoken ambapo ni flash, hayana thamani. Basi shughuli inakwishaisha. Ukijaribu kuzituma huko na huko ziswap, hazitafanya hivyo kwa sababu unakuwa ushaibio. Kwa hiyo you have to be very careful when it comes to uh, hizi uh, kutumia hizi kwenye au kununua au kupata message yoyote, wow you have received sweet 10000 USDT sweet send uh, dola USD uh, Ethereum sweet ngapi kuzi, kuweza kuzipatia access au ku unlock it. Kuwa makini sana, hakuna pesa ya bure, hakuna utajiri wa bure, na wala cryptocurrency haiko hapa kwa ajili kutupatia utajiri wa bure. Kila kitu ni biashara, ina logic na inahitaji kabisa uelewe kabla hujafanya, and make sure unajua ku validate Ukipokea sio USDT, kama unatumia hizo white ambazo ni decentralized hizo, make sure una hakiki hiyo coin uliyoipokea, ingiza kwenye kwenye explorer ya blockchain, uone, je ni USDT original au ni fake, kwa sababu kule waga zina indicate. Kwa hiyo make sure unafanya hivyo eh, ili uweze kuwa safe zaidi, kwa sababu watu wengi nadhani wanapitia changamoto ya mihemko kuamini kwamba kuna utajiri wa kupewa na wakati hakuko hivyo. Flash tokens, flash USDT ziko nyingi sana, na kwa wale ambao wanakoga wanatumia wallets bila kujua madhara yake au kujua usahihi wa uhitaji wako kuna chance kubwa sana ya kuweza kupigwa. So don't forget to subscribe kama ujumbe huu utakume kusaidia, pia usisahau ku comment kwa chochote kile. Kumbuka tunapewa nguvu na Inkryptus Wallet, moja kati ya wallet bora kabisa when it comes to digital asset portfolio building, basi nitakurecommend Inkryptus kwa sababu iko user friendly na iko very safe na inakusaidia kupata passive income kutokana na coin unazomiliki, kwa zile coin ambazo zinaruhusu staking service. So that was it for today, natumaini itakuwa imekusaidia na make sure una share hii video kwa wengine pia waweze kuwa makini. Don't forget to subscribe, don't forget to comment or to share. This is Riz Magno and that was my time. Ciao.